Shirika la ndege la Kenya Airways limerejesha moja ya ndege zake zilizokuwa zimesimamishwa kufanya kazi na kuingiza tena katika huduma, hatua inayoongeza upatikanaji wa safari za ndege wakati idadi ya wa wasafiri inapoongezeka katika kipindi cha siku kuu. Shirika hilo la ndege la taifa limesema ndege hiyo ilikuwa nje ya huduma kwa muda mrefu kutokana na uhaba wa vipuri duniani na changamoto za minyororo ya usambazaji ambazo zimeathiri mashirika ya ndege kote ulimwenguni. Kurejea kwake ni ishara ya maendeleo katika juhudi za Kenya Airways kuimarisha shughuli zake huku kukiwa na changamoto zinazoikumba sekta ya usafiri wa anga kwa ujumla. Kenya Airways ilitambua mchango wa serikali ya Kenya kupitia Wizara ya Barabara na Uchukuzi katika kusaidia kushughulikia baadhi ya vikwazo vilivyosababisha kuchelewa kwa kurejeshwa kwa ndege hiyo. Shirika hilo pia liliwapongeza timu zake za kiufundi na washirika wa sekta kwa mchango wao katika kurejesha ndege hiyo kazini. JQ pia ilitangaza kuwa ndege zaidi zinatarajiwa kurejea katika fliti yake kabla ya mwisho wa mwaka, jambo linaloashiria kuboreka kwa taratibu kwa uwezo wa uendeshaji. Shirika hilo limekumbana na changamoto za fliti ya ndege katika miaka hivi karibuni kutokana na mrundikano wa matengenezo, uhaba wa vipuri na matatizo mapana ya minyororo ya usambazaji yaliyoathiri sekta ya usafiri wa anga duniani. Hatua ya hivi karibuni inatarajiwa kutoa nafuu wakati wa moja msimu yenye msongamano mkubwa wa safari kwa mwaka. Kenya Airways inaendesha fliti mchanganyiko ya ndege ikiwemo ndege za kikanda aina ya Embraer E190 ambazo zina jukumu muhimu katika mtandao wake wa safari za ndani na za kikanda barani Afrika.